Mambo vipi, karibu sana mtazamaji wa Golden Presenter TV. Kama bado hauja subscribe asifanya hivyo, ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali ambazo ka zinakujia hapa ndani ya Golden Presenter TV. Je, ulishawahi kufahamu ajali mbaya ya ndege ambayo ilitoka kwa umbali mrefu zaidi? Mnamo mwaka 1971 msichana wa miaka 17 aliitupwa kutoka kwenye ndege hadi chini na ilianguka zaidi ya futi elfu kumi chini. Fikiria, ni umbali mrefu sawia na viwanja thelathini vya mpira wa miguu, lakini kilichotokea baadaye kilikuwa ni cha kushangaza zaidi. Hii ni moja ya stori za uokozi za muda wote. Sikia, tukio lilitokea hivi. Ilikuwa ni mkesha wa Krismasi mwaka 1971, huko Lima, mji mkuu wa Peru, Julian Koepcke alikuwa ametoka kusherekea kuhitimu elimu yake juu yani high school yeye na mama yake walipanda ndege ya LANSA 508 walikuwa wakielekea pagwana kukutana na baba yake maafa alitokea kwanza kulikuwa na utulivu ghafla mwanga wa bluu kisha machafuko kuzidi ulianza mwanga wa radi ukapasua angani na kugonga ndege kwa futi elfu ishirini na moja na kuisambaratisha huko huko angani injini zilianza kuanguka hatimaye ndege kazima na ndege kuanza kushuka chini basi hapo kila mtu akaanasubiri hatima maisha yake, na wengine wakaanza kusali kwamba Mungu awanusuru na balaa hilo. Julian yeye alikwama na mkanda wa siti yake wakati akiwa amejifunga kwenye kiti chake yaani seatbelt, kwa namna fulani ilinusurika, lakini kilichofuata kilikuwa ni cha kutisha zaidi. Fuatana nami. Julian aliamka peke yake katikati ya msitu wa Amazon akiwa amezungukwa na mabaki na sauti za wanyamapori. Alikuwa kaumia sehemu za shingo, jeraha kubwa mkononi mwake, jicho lilikuwa limevimba. Hakuwa na viatu lakini alikuwa na ujuzi wa misitu, maana wazazi wake walikuwa wataalamu wa wanyama pori, naye alikuwa amekulia katika malezi ya misitu. Kwa siku nyingi, alizunguka msituni akijiokoa dhidi ya wadudu wenye kiu ya damu ambao walimtoboa majira yake. Alilazimika kupita nyoka wenye sumu kali na wanyama wanaowinda wanyama porini. Ndipo alikumbuka sauti ya baba yake iliyomwambia kuwa siku zote unapokwama msituni basi fuata mkondo wa maji ili kuweza kujiokoa. Alikaa kwa muda mrefu. Ilipofika siku ya kumi, alikuwa amepungukiwa sana maji mwilini, akiwa amefunikwa na majeraha yalikuwa mabichi sana. Siku ya kumi na moja alipata mashua karibu na kambi ya kukata miti. Alijimwagia petroli kwenye majeraha yake yaliyojaa funza ili kuua vimelea. Petroli ilikuwa ya kumuumiza sana. Saa chache baadaye wakata miti walipita pale na kumchukua. Baada ya kuokolewa, aliwaelezea na alipelekwa hadi kwa baba yake kwa usalama. Baba yake alifahamu kuwa ndiye pekee aliyenusurika katika ajali hiyo, watu 91 walifariki akiwemo mama yake mzazi, kwani alisikia kutoka kwenye vyombo vya habari ajali hile. Lakini swali lilibaki, Julian alinusurika kwa jinsi gani? Wataalam wa mambo wanasema alinusurika kuanguka kwa sababu alijifunga mkanda uliokuwepo kwenye kiti chake. Kiti kilifanya kazi kama parachuti. Fikiria kuanguka kwa futi elfu kumi na bado ukatembea ni jambo la kushangaza kweli kweli. Julian baadaye aliamua kuwa mwanabiolojia akifuata nyayo za wazazi wake na iliandika kitabu kilichoitwa When I Fell from the Sky, akielezea dithi yake iliyotisha ya kuokoka. Hadi leo anashikilia rekodi ya kuanguka bila parachuti umbali mrefu, lakini kuna somo moja kutoka kwa Julian watu wengi hawalijui Je, wajua somo hilo ni lipi? Bila kusema stori zako, hauhitaji kuanguka futi 10,000 kutoka kwenye ndege ili kuwavutia wao, bali unahitaji ujuzi wako, maarifa na uzoefu wa maisha, kama ilivyokuwa kwa Julian kujiokoa msituni peke yake kwa ujuzi. Jiulize, je, isinge kwa ujuzi, Julian angetoboa kweli? Ndio, tunapaswa kuamini katika Mungu na kuomba kila uchao, Mungu atulinde na kutuepusha na dhoruba mbalimbali, ama batizo mbalimbali, lakini fahamu kuwa Ujuzi unaopata usiupuuze, huwezi jua wapi ujuzi huo utakunusuru leo. Tunazungumza stori ya Julian, ujuzi ndio ulimnusuru. Asante kwa kunifuatilia, mimi ni David Daniel the Golden Presenter. Endelea kushare, kusubscribe, like, comment ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea hapa Golden Presenter TV. Asante sana.